Ndugu zangu katika Kristo, tumsifi Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 33 ya mwaka C wa kanisa. Wazo letu la leo ni mwisho upo. Mwisho upo, ndugu zangu. Masomo yetu somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Malaki ile sura ya nne aya ya kwanza hadi ya pili na somo la pili walaka wa pili wa mtume Paulo kwa Tesalonike ile sura ya tatu aya ya saba hadi ya kumi na mbili na injili ni injili ya Luka ile sura ya ishirini na moja aya ya tano hadi ya kumi na tisa Naomba ili tuweze kuelewa wazo katika Dominika hii nianze na aya mambo ambayo tunajiuliza katika safari yetu ya maisha. Wayenga wana msemo mmoja unaosema kila lenye mwanzo lina mwisho. Kila lenye mwanzo lina mwisho. Kiukweli, kati ya jambo ambalo linasumbua sana vichwa vya wengi ni mwisho wa dunia utakuwa lini? Hili ni swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza, mwisho wa dunia utakuwa lini? Wakati fulani tumesikia matukio ambayo tunayaita ni ishara ya nyakati za mwisho yakitokea laivu katika safari yetu ya maisha, lakini maisha yamekuwa bado yakiendelea. Wanasayansi kwa namna moja au nyingine wameeleza kinagaubaga kabisa kwamba dunia yetu itafika mwisho na wafanya utafiti wa hali ya juu, lakini wanasayansi hao wamekufa, wameondoka, maisha bado yamekuwa yakiendelea. Kama hiyo haitoshi, wakati wa vita vya kwanza vya dunia Watu wa kipindi hicho walisema huu ndio mwisho wa dunia, lakini maisha yakaendelea. Ikaja baadaye vita ya pili ya dunia, watu wakasema huu ndiyo mwisho wa dunia, lakini kiukweli maisha yamekuwa yakiendelea. Dunia mwaka elfu mbili ulipotimia watu wakasema hii ni millennium ndiyo mwisho wa dunia. Wengine wakauza vitu vyao, wakauza mali zao, wengine wakajichoma wakiamini kwamba huu ndio mwisho, lakini ukapita na maisha yakawa yanaendelea. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa dunia ikakumbwa na ugonjwa wa hatari wa kutisha wa korona, watu wakapiga magoti, wakimlilia Mwenyezi Mwenyezimungu, wakiamini sasa hivi kwamba dunia imefika mwisho, lakini ugonjwa huo ukapita, maisha yakawa yanaendelea. Swali likabaki, swali linabaki katika vichwa vya walio wengi, je, mwisho wa dunia utakuwa lini? Lini na ishara gani zitaambatana na tukio hilo la mwisho wa dunia? Ndio maana wazo kuu ni mwisho upo, mwisho upo. Naomba tuangalie huu mwisho ambao umekuwa ukitukwaza vichwa vyetu, au tukijiuliza sana, katika hasa katika Dominika hii. Kama nilivyosema, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Malaki ile sura ya nne aya ya kwanza hadi ya pili, lakini kwa wale wanaotumia Biblia ya Kiebrania somo hili hili unaweza ukalikuta katika kitabu cha nabii Malaki ile sura ya tatu aya ya kumi na tisa mpaka ile aya ya ishirini. Ni somo ambalo natoka kwa nabii huyu ambaye aelezwi sana, wala afahamiki sana historia yake nje au ndani ya maandiko matakatifu. Jina lake Malaki kwa Kibrania lilikuwa lina maana ya au lina maana ya mjumbe wa Mungu, my messenger au niliye mtuma ili linafanya wengi waamini kuwa kitabu hiki kiliandikwa na mjumbe wa Mungu katika Yuda katikati ya karne ya tano hadi mwishoni mwa karne hii ya tano, yaani baada ya wana wa Israeli kutoka utumwani Babiloni na ujenzi wa hekalu la pili mwaka 515 kabla ya Kristo. Wengine wanasema hiki kitabu kiliandikwa na nabii huyu mwaka mia nne hamsini kabla ya Kristu, muda mfupi kabla ya Nehemia kuwa gavana wa Yerusalemu. Naomba niwaambie ili mweze kuelewa somo tuliolisikia. Hiki ni kipindi ambacho Yuda na watu wengi walishuhudia mambo fulani hivi ya ajabu katika taifa hili. Watu walipiga magoti na kusali wakitoa sadaka zao na zaka zao, Ila imani yao ilikuwa mbali kabisa. Matendo yao na maneno yao yalikuwa kinyume na kile walichokuwa na kikiri mbele ya Mungu. Hiki kilikuwa ni kipindi ambapo jamii ilikuwa inalia kilio cha haki, manyanyaso ya wenye nacho kwa maskini yalikuwa ya wazi kabisa. Hiki ni kipindi ambacho tabaka la kikuani au priestly class lilikuwa linanuka rushwa ya wazi wazi. Ilifika wakati hata watu wakashindwa kutoa zaka zao ekaruni kukabidhi sadaka zao kwa hii jamii ya kikuani kwa sababu ilikuwa inanuka rushwa. Hiki ni kipindi ambacho lazima kukumbuka kwamba japo wana wa Israeli walitoka utumwani, lakini walijihisi kama watumwa katika nchi yao hii ya Yuda. Ilifika wakati katika kipindi hiki watu wakaanza kujiuliza, Mungu yuko wapi? Haki yake iko wapi? Yaani, mbona Mungu aingilii kati? Wapi haki ya Mungu? Utasoma katika kitabu cha Nabii Malaki hii sura ya pili aya ya kumi na saba. Ndipo sasa watu wakiwa wakijiuliza kwamba huyu Mungu mwenye haki yuko wapi? Tunasikia sasa somo hili linaeleza kwamba huyu Mungu yupo. Tunasikia somo linaeleza kile ambacho unaweza ukakikuta katika kitabu cha Nabii Amosi ile sura ya tano aya ya kumi na nane kitabu cha Nabii Yoeli ile sura ya pili aya ya kwanza mpaka ya kumi na moja au kitabu cha Nabii Zefania ile sura ya kwanza na kinaonekana leo katika hizi aya. Lakini ili kuelewa vizuri unaweza ukaanzia sasa, kwa sababu hizi aya ni za mwishoni, katika ile sura ya tatu aya ya kumi na tatu inaenda mpaka ya sura ya nne aya ya sita kuwa Siku ipo, siku ipo ambayo Mungu ataingilia kati, na hii itaitwa siku ya Mungu. Mwisho upo, Mungu ataingilia kati. Hayo yote wanayoyapitia, hayo yote magumu wanayoyaona, yatafika mwisho. Siku ya Mungu ipo. Ndugu zangu, naomba niwaambie, yawezekana katika maisha kuna mateso fulani unapitia, watu wanakunyanyasa au unaona kana kwamba Mungu asikii. Yawezekana unasali lakini unaona Mungu anakawia kujibu. Yawezekana unaomba lakini unaona Mungu amekaa kimya. Hapana, hapana, hapana. Siku ipo, Mungu atajibu. Ipo siku Mungu ataingilia kati. Kumbuka maandiko yanasema, tazama mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata asiweze kusikia. Kitabu cha nabii Isaya ile sura ya hamsini na tisa aya ya kwanza. Siku ipo mkono wake utaonekana katika safari yako ya maisha. Siku ipo kilio chako kitasikika masikioni mwake. Siku ipo kila kitu kitafika mwisho. Siku ya Mungu ipo, lakini inakuja namna gani nasi tusubiri namna gani siku hiyo ya Mungu katika maisha yetu? Ndio hicho tunasikia sasa katika somo la pili, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Tesalonike, ile sura ya tatu aya ya saba hadi ya kumi na mbili. Chochote kile lazima kisisubiriwe hivi hivi tu. Haki ya Mungu au siku ya Mungu aiji tukiwa kitandani au ukiwa umelala, bali katika kujishughulisha, katika kuhangaika. Hiki ndicho ambacho kinasisitizwa katika somo hili la pili. Watu walibweteka sana katika kufanya kazi wakiamini kwamba mwisho utafika mara, wakaacha kufanya kazi. Ndipo hapo sasa Paulo anasisitiza asiyetaka kufanya kazi kula na asile. Kwa sababu hatujui siku wala saa, basi hatuna budi kuendelea na maisha yetu kama kawaida, huku tukimtumainia Mungu naye Mungu atakuja kwa wakati wake. Maana tukianza kuwaza lini, wapi na vipi, mambo mengine hayataenda, tutajikuta tunakaa tu, lakini siku ipo, siku ipo. Katika somo la Injili, Injili ya Luka, ile sura 21 aya 5 mpaka ya 19, na yeye anaeleza habari hizo hizo, ila kwa namna fulani nyingine hii ni injili ambayo tumeizoea sana. Wengi tunaitumia kuonyesha mwisho wa nyakati. Ni injili ambayo unaweza kuiona vile vile kwa umuhimu wake katika injili ya Mathayo ile sura ya 24, aya ya kwanza mpaka 14, au injili ya Marko ile sura ya 13, aya ya kwanza mpaka 13. Ina mengi sana, ila mwisho upo. Tukiwa na wazo hilo, ndugu zangu, kwamba mwisho upo. Hebu tuangalie tutafakari mawazo makuu madogo mawili. Yote yatapita. La kwanza, yote yatapita. Mwambie jirani yako, yote yatapita. Ndugu zangu, naomba niwaambie, injili inaanza kwa mazungumzo ya watu wanaovutiwa na uzuri wa hekalu la Yerusalemu. Niwaambie ukweli, hekalu lilijengwa hili lilojengwa kwa muda wa miaka 46 ukisoma injili ya Yohane ile sura ya pili aya 20 na uzuri wake lilikuwa ni jambo la ajabu na la kushangaza la wakati wake. Kiukweli hekalu hili lilikuwa ni ishara inayoonekana ya uwepo wa Mungu kati ya watu wake, lakini Kristu anawashangaza watu hawa kwa kutabiri au kuongelea kuanguka kwake ku, anasema, naomba ninukuu siku za usoni, katika yote mnaoyaona jiwe alitaachwa juu ya jiwe, yote yatabomolewa. Injili ya Luka ile sura ya 21 aya ya 6. Kiukweli hayo yalitimia mwaka 70 baada ya Yesu Kristo. Ni ukweli unaoumiza sana, naomba niwaambie, narudia tena, ni ukweli unaoumiza sana. Maneno ya Kristo yanatukumbusha kuwa yote yatapita yote yatapita. Ni maneno yanayotukumbusha kuwa siku za usoni, siku za usoni sio mbali. Mafanikio makubwa zaidi ya kibinadamu ni ya muda tu, yatapita. Utukufu wetu tulio nao sasa ni wa muda tu, utapita. Vyo vyetu tulivyo navyo sasa ni vya muda tu, vitapita. Mali zetu tulizo nazo sasa ni za muda tu, zitapita heshima zetu hizo nazo sasa ni za muda tu zitapita. Mipango yetu ni ya muda tu itapita. Uzuri wetu, urembo wetu, umaridadi wetu, wensam wetu ni wa muda tu, wote utapita. Kila kitu kitapita. Mfanya biashara maarufu na tajiri mwanzilishi wa kampuni maarufu sana ya Apple Stephen Jobs aliyefariki tarehe tano mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na kumi na moja huko Palo Altro, California, nchini Marekani, kwa ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa kansa ya kongosho. Akiwa katika kitanda chake cha mauti alisema hivi: mali zangu zote, pesa zangu zote hazijaweza kunisaidia kitu. Nipo hapa sasa, sina chochote kile. Nilikuja mtupu, naondoka mtupu, yote yamepita inaumiza sana, ndugu zangu katika Kristo. Naomba niwaambie, tunapotafakari sana maisha yetu na somo hili na siku za mwisho inaumiza sana tunapousudu vyeo vyetu madaraka yetu nafasi zetu katika jamii na kusahau kwamba hayo yote yanapita. Inasikitisha sana, ndugu zangu, tunapotumia utukufu wa dunia hii kuumiza wengine majumbani, maofisini na kwenye taasisi tukasahau kwamba hayo yote yanapita. Naomba niwaambie ukweli, naomba niwaambie ukweli. Hapa tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanajivunia vimawe vizuri au mawe mazuri yanayopamba vihekalu vyao. Mtanielewa, hapa tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanaona fahari juu ya mawe mazuri yaliyopamba vihekalu vya maisha yao, mawe ya pesa, mali utajiri, vyeo, majumba, magari, mahusiano na watu wenye maana fulani au nafasi fulani katika jamii. Haya yote ni mawe ambayo yanafanya vihekalu hivi kuwa na viburi au majivuno. Vihekalu hivi vimekuwa mwiba kwa wengi, yaani baada ya mtu kujiona kama kihekalu. Vihekalu hivi vimekuwa mwiba kwa wengi, hupati kazi bila kuviabudu vihekalu hivi, upandishi cheo bila kuabudu vihekalu hivi, upati promotion bila kuabudu vihekalu hivi, aufanikiwi bila kwe, kuabudu vihekalu hivi, au pigi hatua bila kuvisifia vihekalu hivi. Wengi wakishindwa kuelewa kwamba hivi vyote vinapita, hivi vyote vinapita. Mtakatifu wa Augustino wa Hippo anasema hivi, utukufu wote wa dunia hii ni gwaride linalopita. Na mji wa Mungu utadumu milele. Omba sana, nikwambie ndugu zangu katika Kristo, watu wakupende, wakuthamini si kwa sababu ya vimawe vinavyokupamba, bali kwa sababu ya roho ya wa Mungu mzuri aliye ndani mwako. Inasikitisha sana kwa sababu hivi vyote vikipita, vyeo vikipita, mali zikipita Madaraka yakipita, nafasi unayo ikipita, watu watashindwa kukuheshimu nawe utakuwa mpweke. Siku ipo ambavyo ambayo mawe haya vyao hivi kila kitu kitaondolewa, utabaki wewe na Mungu wako tu. Omba sana siku hiyo Jenga heshima si katika mawe bali katika roho ya Mungu aliye ndani mwako, kwa sababu huyo roho atakuacha. Watu wakupende, si kwa sababu ya mali. Watu wakuheshimu, si kwa sababu ya cheo, bali kwa sababu ya utu ulio nao ndani mwako. Watu wakikuona waseme, huyu ni mtu, sio bosi. Huyu ni mtu, sio mtu fulani. Huyu ni waone utu na wakuheshimu watakupenda maisha yako yote na Mungu naye atakutukuza milele yote yatapita yasikubweteshe yote yatapita wazo la pili ndugu zangu katika Kristo tukiwa na ili wazo kwamba mwisho upo mabajirani yako jifunze kuvumilia jifunze kuvumilia ndugu zangu tumesikia Kristo wakieleza kuwa mwisho auji hivi hivi, lazima kupitia dhiki, lazima kuangaika, lazima kupitia mitikisiko mingi sana ya imani. Hiyo lazima itikiswe, lakini lazima kuvumilia. Ukweli ni kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao hauwezi kuvumilia tena, ulimwengu ambao kiwango chake cha uvumilivu ni kidogo sana. Nitawapa mfano. Tunaishi katika ulimwengu ambao migogoro mengi inatokea katika jamii zetu, si kwa sababu nyingine tena bali kwa sababu hatuwezi tena kuvumiliana. Hatuwezi tena kuvumilia kusikilizana, hatuwezi tena kuvumilia kukosoana, hatuwezi tena kuvumilia kutembea pamoja, hatuwezi tena kuvumilia kusikia ukweli, hatuwezi tena kuvumilia kukaa meza moja, tumechoka. Ndio maana migogoro mingi inatokea katika jamii kwa sababu wengi tumechoka kuvumilia. Mwisho nitawapa tena mfano mwingine: ofisini, kwenye taasisi, hatuwezi kuvumilia tena tabia za bosi huyu. Tunaishi katika ulimwengu ambao hatuwezi tena kuvumilia tabia za mfanyakazi huyu, hatuwezi kuvumilia maneno maneno, hatuwezi kuvumilia tena kuonywa. Kwa hiyo napata jazba, naacha kazi, mafarakano yanatokea. Tunaishi katika ulimwengu ambao hatuwezi kuvumilia. Majumbani au kwenye familia, nitawapa mfano mwingine. Hatuwezi tena kuvumilia tabia za wame zetu au wa wake zetu, hatuwezi tena, hatuwezi tena kuvumilia tabia za watoto wetu, hatuwezi tena, hatuwezi tena kuvumilia tabia za wazazi wetu, hatuwezi tena hatuwezi tena kuvumilia shida katika ndoa, hatuwezi tena tuliweka kiapo tutawavumilia katika shida na raha, lakini hatuwezi kuvumilia tena. Nitawapa tena mfano mwingine ili mweze kuelewa, makanisani na kwenye jumuiya hatuwezi tena kuvumiliana, huyu kila siku wasali, hatuwezi tena kuvumilia Misa imekuwa ndefu, hatuwezi tena kuvumilia. Mahubiri yamekuwa marefu, hatuwezi tena kuvumilia. Jumuiya inatuchelewesha, hatuwezi tena kuvumilia. Ndugu zangu, naomba niwaambie kiimani mdigo kabisa, kuna mahangaiko makubwa sana, hatuwezi tena kuvumilia. Maandiko yanasema angalieni, msije mkadanganywa, Injili ya Luka ile sura ya 21 aya ya nane. Ila hatuwezi tena kuvumilia Nimeugua kidogo, siwezi tena kuvumilia. Nimeota ndoto mbaya, siwezi tena kuvumilia. Nimechelewa kuolewa, siwezi tena kuvumilia. Nguvu nguo zangu zimechukuliwa, sizioni, siwezi tena kuvumilia. Sala zangu hazijibiwi, siwezi tena kuvumilia. Mtoto wangu anapitia magumu, siwezi tena kuvumilia nafsi yangu inahangaika, siwezi tena kuvumilia. na isi na logwa, siwezi tena kuvumilia. Tunaishi katika ulimwengu ambao hauwezi tena kuvumilia. Naomba niwaambie ukweli, maandiko yanasema kwa uvumilivu wenu mtaokoa nafsi zenu, kwa uvumilivu wenu mtaokoa nafsi zenu. Naomba niweleze hiki, wengi wamepoteza nafasi nzuri kazini kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Wengi wamepoteza promotion katika ofisi zao kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Wengi wamepoteza ndoa zao kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Wengi wamepoteza mahusiano yenye maana sana na watu wenye maana sana kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Wengi wameingia katika maisha ya ajabu kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Wengi wameangukia mikononi mwa madalali wa kiimani kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Mtakatifu Fransisko wa Sale anasema fadhila ya subira ndiyo inayotupa taji, uvumilivu ni fadhila bora zaidi, kwa sababu nyuma yake kuna mataji mengi. Wengi wamekosa mataji ya baadaye kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Naomba nikwambie, kumbuka neno uvumilivu, aipomone kwa Kigiriki ni zaidi ya subira, ni zaidi ya uvumilivu wa kawaida ni kusimama na Mungu katikati ya machafuko. Ni kusimama na Mungu katikati ya mawimbi. Ni kusimama imara katika sala, upendo, ukweli katikati ya dhuruba za maisha. Ni kusema na kutegemea Mungu katikati ya matetemeko na radi za maisha. Ni kuelewa kuwa wakati misingi ya dunia inatetemeka, machafuko, magonjwa, vifo na misiba, wakata tamaa, kuna kusonga Kristu, mwenyewe ndiwe jiwe kuu la msingi ambalo alitikisiki kamwe. Usisahau maneno ya mtakatifu Inyasi wa Antiokia, alipokuwa njiani, alipokuwa anaenda kuliwa au kuuliwa kuuawa na wanyama, alisema maneno haya: ni ruhusu niwe chakula cha wanyama wa mwitu, ambao kupitia kwao naweza kumfikia Mungu. Mimi ni ngano ya Mungu nikisagwa na meno ya wanyama ili niwe mkate safi wa Kristo. Amini peke yako utashindwa, ila ukiwa na Mungu hauwezi kushindwa kamwe. Maisha yakikusaga, simama na Mungu. Magonjwa yakikusaga, simama na Mungu. Majaribu yakikusaga, simama na Mungu. Ndugu, jamaa na marafiki wakikusaga, simama na Mungu. Amini ukiwa na Mungu, hata unywele wa kichwa chako hautapotea kamwe. Mungu atakubariki nawe utamwona sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana, takie dominika njema.